Karibu sasa kwenye mjadala, msikilizaji na mfuatiliaji wetu. Nchini Madagaskar hali imeendelea kuwa tete tangu Septemba 25 baada ya mamia ya waandamanaji wanaoongozwa na vuguvugu la vijana la Gen Z Madagascar kuingia kwenye barabara za mji mkuu Antananarivo. Kile kilichoanza kama ghadhabu iliyochochewa na tatizo la muda mrefu la kukosa maji na kukatika umeme kilibadilika na kuwa machafuko yaliyoibua mito kwa rais Andry Rajoelina ajiuzulu. Jeshi la Madagascar tayari limechukua udhibiti baada ya bunge kupiga kura ya kumwondoa rais ambaye tayari hayuko nchini humo na ambaye anasisitiza kwamba kura hiyo haikuwa halali, lakini kiongozi mpya wa kijeshi Kanali Michael Randrianirina ametangaza kuwa ataapishwa rasmi kuiongoza Madagaskar. Je, ni upi mustakabali wa taifa hili? Kutarajiwa mabadiliko ama pengine rais huyo atarejea mamlakani hali itakapotulia? Naungana na wachambuzi, mchambuzi wa siasa za kimataifa aliyoko nchini Tanzania, Gwandumi Mwakatobe, na pia nitakuwa ni na Saleh Mwanamilongo, yeye ni mwandishi mwenzetu hapa idhaa ya Kiswahili ya DW kulijadili hili, karibuni sana. Asante. Asante. Asante. naanza na uh, labda gwandumi mwakatobe kutokea huko nchini Tanzania hali hii inashuhudiwa sasa inaliwekwa wapi taifa hili ambalo ni dhahiri kwamba tayari liko kwenye sintofahamu kutokana na namna mambo yalivyobadilika haraka haraka kuanzia maandamano rais kuondoka nchini na jeshi kuchukua udhibiti. Karibu. Naam, kwanza nakushukuru sana kwa kunishirikisha mtangazaji eh, Lilian Mtono, lakini pia niseme kwamba jambo lililotokea au lia eh, kutokea Madagaskar sio jambo geni mm-hmm. Nasikitika kusema kwamba haya yanajirudia tokea Madagaskar ipate uhuru mwaka elfu moja mia tisa sitini toka Ufaransa. Nchi hii haijawahi kutulia, imekuwa pindua pindu apindu, tunasema hakuna rais ambaye aliwahi kukaa salama na kwa utulivu, kwa sababu hata rais wa kwanza naye alikuja Filibert e, e, Tsiranana alikuja kupata matatizo mwaka e, elfu moja mia tisa sabini na tano. Kwa hiyo ni nchi ambayo kwa kweli imekuwa ya mapinduzi ya kupinduana. Hata pale wanapofanya chaguzi za kidemokrasia kwa sanduku na kura, napo zinakuwa na utata kwelikweli kama ilivyotokea elfu mbili na moja wakati ambapo rais dhidi ya Ratsiraka kwa mara akirudia tena kwa awamu nyingine kuwa rais alipopambana na Marc Ravalomanana, lakini kukatokea utulivu. Ravalomanana naye yalimkuta akiwa e, e, anapingwa vibaya sana na maandamano makubwa mm, yaliyoongozwa na huyu kijana Andry e, Rajoelina kwao. Rajoelina anaweza kusema ule mlango ambao aliingilia e, wa kumpinga kwa maandamano hayo kama Gen Z kama hii ya kumpinga Marc Ravalomanana, Ravalomanana ndiyo yaliyomkuta sasa. Inasikitisha kwa kweli kuona nchi mpaka sasa hivi toka ipate uhuru haijatulia hali hiyo haijatulia. Naomba uishie hapo Gwandumi, labda nije kwako Sale. Umekuwa ukifuatilia mambo yanavyoendelea, umesikia kihistoria hapo tangu mwaka 1960 ilipopata uhuru mambo hayajatulia. Nini ambacho ni, ni tatizo kubwa ama changamoto kubwa nchini Madagascar? Ni uongozi ni jeshi ambalo linaonekana mara, mara nyingi likichochea mabadiliko haya ama kile ambacho tunaweza kukisema ni uasi au mapinduzi? Kwa kweli ni yote mawili, lakini kikubwa hapa ni um, uongozi mbaya na vilevile rushwa na kile ambacho hasa vijana wamesema kwamba ni ukosefu wa fursa za ajira na mapungufu ya rais uh, Andry Rajoelina ya kuweza hivi kukamilisha ahadi zake. Ikumbukwe uh, kwamba uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na tatu ambao aliteuliwa kwa muhula wa pili, aliahidi mambo mengi, lakini wananchi hawajashuhudia mabadiliko yoyote, na hasa ukosefu wa umeme na maji, vitu ambavyo ni vitu vya msingi katika maisha ya kila siku. Kwa hiyo kero za wananchi ndio zimechochea kufikia katika hali kama hii kwa sababu hata wanajeshi wenyewe walikuwa wanasita kabla ya kuchukua hatua mm -hmm. Lakini walipoona kwamba hakuna mabadiliko yoyote katika kipindi cha uh, uh, cha ma, ma, ma, ma, maandamano, kwa hiyo wakajikuta katika hali ya kuingilia kati. Na hata mwaka wa elfu mbili na tisa alipochukua madaraka katika njia hii hii ambayo yamepinduliwa uh, Andry Rajoel pia alikuja na msimamo um, huo huo wa kutaka kumaliza kile ambacho yeye alikiita kuwa ni mapungufu ya uongozi kwa uh, rais maka balomanana kwa hiyo anaonekana ameshindwa. Naye pia ameshindwa na, na, na, na, na, ndiyo hali ambayo sasa jeshi limeingilia kati, lakini tofauti na mapinduzi mengine ni kwamba kwa sasa wananchi wenyewe wana, wali, waliunga mkono jeshi liingilie kati hali hii ili kumalizisha tofahamu na unadhani jeshi linaweza likamaliza tatizo hili lililopo? Naona hata huyu eh, kiongozi mpya wa kijeshi ambaye tunataraji ataapishwa kesho, amesema kwamba yuko tayari kusikiliza yale maombi au matakwa ya Gen Z eh, ambao walimfungia milango kabisa eh, Rajoelina hadi alipokimbia nchi, wakasema hawataki mazungumzo, wanataka ajiuzulu, wanataka aondoke. Unadhani jeshi linaweza likaleta suluhu na bakia kwa kusala bila shaka uh, lakini ni suluhu ya muda mfupi na inaomba maridhiano ya kitaifa cha, cha kibora hapa ama swali ambalo watu wanategemea ni kuona kwamba madaraka irudi haraka mikononi mwa, mwa raia, na wanajeshi wanaonyesha uh, utayari huo kwamba baada ya kipindi kifupi watarejesha uh, madaraka mikononi mwa, mwa raia kama ilivyofanyika mwaka elfu mbili na tisa kwa hiyo kitu ambacho kinategemewa hapa ni hatua zipi zitachukuliwa na kiongozi huyu mpya, Kanali Michael Ranzenarin, ambaye bila shaka si mgeni katika masuala haya kwa sababu alikamatwa ali, ali, ali miaka miwili iliyopita mwaka elfu mbili ishirini na tatu kwa uh, tuhuma kwamba alikuwa anapanga njama ya kumpindua rais uh, anzrazoel well. Na baadaye alipoachiliwa, um, uhuru Uh, na hivi sasa anaongoza sasa kile uh, uh, ambacho tutasema kuwa ni kundi la like kijeshi kwa kuchukua mm -hmm. madaraka mm -hmm. Narudi kwako Gwandumi, umemsikia Sale akisema kwamba pengine serikali ya kiraia ita, eh, ama, uh, wanajeshi watakabidhi madaraka kwa serikali ya kiraia hivi karibuni tumeona eh, ma, mara kadha kwenye mataifa kadha kwamba jeshi linapochukua udhibiti kunakuwa na mchakato mgumu sana wa kurejesha utawala wa kiraia unadhani, e, kwa kuangazia hali ya mambo nchini Madagaskar pengine hivi karibuni kutapatikana serikali ya kiraia? Yapo matumaini makubwa kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba vuguvugu la kumwondoa madarakani la Rajoe au Rajoelina, sisi tunatamka, limetokea miongoni mwa wananchi, hususan Jenzi mada hiyo hmm. Ndio, yapo matumaini. Jeshi limekuja tu katikati, tofauti na huko nyuma ambako ilikuwa ndio wanajeshi wanapinduana Didier Ratsiraka, kwa sababu hata Didier Ratsiraka pia alikuwa mwanajeshi kwao. Hapa yapo matumaini makubwa kwamba jeshi tu limekuja kama kutoa msaada kwa wananchi, lipo upande wa wananchi. Haya, haya ni mapinduzi ambayo yameandaliwa na wananchi na ndio maana yanakubalika kwa kweli, na wengi tunawakubali, tunayakubali hayatokana na jeshi. Aha. lakini uh -huh. <laughs> lidani mtono uh -huh. wanajeshi huo wakipata madaraka yakiwa manono uh -huh. wanachofanya unajua ni uh -huh. kuvua gwanda la kijeshi na kuvaa mavazi ya kiraia, anakuwa anaendelea uh -huh. tumeyaona haya yalitokea Misri kwa kina eh, Abdel Fattah al-Sisi wengi tu ambao tunawaona hata huko sasa eh, Afrika ya magharibi akina Dumbia, akina Ibrahimu Traore, mara nyingi wanavua ndivyo aliyoingia hata Mseveni alivua magwanda ya kijeshi, lakini akavaa ya kiraia. Sasa sijui kama kutoa tu gwanda la jeshi basi unakuwa ni raia, lakini kwamba wakinogewa na madaraka huwa wanaendelea. Tuombe Mungu mm -hmm. kwamba huyu eh, randrianirina asirudie madaraka baada ya kuwakabidhi raia uh -huh. na mmesema wote kwamba ni unaonekana ni uasi ama mapinduzi ambayo yamechochewa na raia. Kwa hiyo e, ile hofu ambayo inaelezwa na jumuiya ya kimataifa kwa mfano ama hadi kufikia ha, ha, ha, ha, Umoja wa Afrika kufikia hatua ya kuiondoa, ama kuvua wanachama Madagascar kwenye umoja huo kutokana na kitisho kilichopo na hasa mapinduzi ya kijeshi, hicho kitisho inamaana hakipo kwamba huu ni uasi wa kijeshi ambao unatakiwa kupingwa vikali e, kwa kifupi sale bila shaka, kwa sababu um, umoja wa Afrika ni kawaida yake ya, si jambo jipya kwa sababu uh, wamebaki katika misingi kwamba uh, utawala lazima uchukuliwe ama uongozi kwa njia ya kidemokrasia. Kwa hiyo eh, lakini hakuna changamoto kubwa, hata jumuiya ya Sadek ambayo uh, rais uh, Andry Rajoelina alikuwa anaongoza jumuiya hiyo kama uh, mwenyekiti wa, wa, wa, wa, wa muda lakini Eh, bado haijatoa kauli ya kulaani kinachoendelea huko. Kwa hiyo inaonekana kwamba ni, ni hatua tu lakini mm. eh, kimsingi Ufaransa ambayo ilikuwa ikimuunga mkono ra, rais huyo ambaye pia ni, ni raia wa Ufaransa na pasipoti ya nchi hiyo, imeonyesha pia kutokuwa tayari kuingilia kati masuala mengine. Kwa hiyo eh, kitakachofuata ni hatima ya wa, eh, wa Madagaskar wenyewe katika uongozi wa mm -hmm. taifa lao mm -hmm. na uh, sidhani kwamba ni shinikizo kutoka nje ambazo zinaweza kubadili chochote nchini humu. Asante sale Najat, wanasema nini wafuatiliaji wetu? Maswali ni mengi, lakini ninaomba ni nisome ujumbe mmoja na swali moja. Anaitwa hmm. Pisus Anel anasema yanayoendelea Madagascar iwe funzo kwa viongozi wetu wasiojali maisha ya wananchi badala yake wanajifunufaisha wao marafiki zao na familia na watu wanaowapenda. Kuna swali moja, msikilizaji wetu anauliza kwamba ikiwa kama huyo rais aliyekimbia alimuondoa aliyekuwepo kwa maandamano, kwa nini yeye ya amerudia yale yale? Mmesikia mm -hmm. hayo maswali, lakini pamoja na hayo kwamba funzo na kwa nini anarudia yale yale, mnadhani nini hasa wa Madagaska wanataka, ni mabadiliko ya uongozi ama kuna kitu zaidi ambacho wanakihitaji kwa kifupi kifupi sana eh, kwa sababu muda umemalizika Gwandume. Eh, ni, ni kweli kwamba wanahitajika wanataka mabadiliko ya uongozi na uongozi wenyewe si tu ngazi ya rais, ya, ya walikuwa wanatatajika mabadiliko katika ngazi mbalimbali mbali, ikiwepo magavana ambao hawawajali vijana ambao wanakosa ajira na ndiyo wengi. Kwa hiyo hayo ndiyo ambao wanayafanya ndio mama hata Rajoe alipojaribu kuondoa, kuvunja bunge, kuondoa baraza la mawaziri bado hawakuridhika, kwa sababu na yeye yume wakataka na yeye atoke, kwa ni kutoka uongozi wa juu katika ngazi mbalimbali, vijana hawa wawataki. Nadhani na anafikiri kwamba akiwashirikisha vizuri, huyu sasa Michael eh, Randrianirina akiwashirikisha vizuri Gen Z na wananchi, hakika tutaona mabadiliko, kwa sababu ni kiongozi wa kijeshi, lakini pia ni mtu ambaye alikuwa anapinga sana haya mambo ambayo alikuwa anayafanya Rajo kwa kuwasahau wananchi na kujimilikisha yeye mwenyewe utawala. Asante sana Gwandumi Sale, kwa kifupi hili ni funzo kwa viongozi wa Afrika. E, kuna mfuatiliaji mmoja amelizungumzia hilo, nawe kama mfuatiliaji unasemaje? Kwa kweli raia wa Madagaskar wana mila ama mwenendo tunawalinganisha na uh, raia wa Burkina Faso na Mali ambao mbali na siasa mbovu katika nchi zetu hasa katika koloni za Kifaransa wamekuwa na mwamko fulani hivi na uh, bila shaka ni tofauti na wengine, japokuwa nchi kama Kameron ama uh, nchi kama Rwanda ama Burundi e, swali la kwamba raia wasimame wa vijana kiasi hicho ambacho ha, haliwezi kutegemewa leo ama kesho. Kwa hiyo inategemea pia na, na na- watu wenyewe. Asante sana Sale, asante sana Gwandumi Mwakatobe kwa kujiunga nasi na kushukuru pia mfuatiliaji wetu kwa kuwa